Hapa ni Dar es Salaam, jiji kubwa, jiji la hekaheka heka. Tazama, katika kona ya giza ya jiji linaloishi bila huruma tunamwona kijana mmoja anajaribu kuokoa kesho yake kwa njia isiyo sahihi, lakini kabla hajatekeleza lolote, jicho la haki lilikuwa karibu yake. Jina lake anaitwa Dula Paten, kijana wa mitaani mwenye njaa, ndoto, maumivu yasiyoelezeka usiku huu kama ilivyo kwa vijana wengi wa mitaani. Akiwa na nyundo mkononi na huzuni moyoni, alianza kuvunja uzio wa duka akiamini ni njia pekee aliyonayo, sio ya kutoboa, bali njia pekee ya kuishi. Lakini kabla ya ndoto hiyo ya uhalifu kutimia, askari wa doria Afande Juma alitokea, si kwa hasira, bali kwa hekima. Askari kumbe alimwona muda mrefu akitaka kutekeleza swala lake. Askari alitamka, tayari umeshachelewa kijana, hata hivyo, hii si njia sahihi. Lula alitaka kukimbia, lakini hatima haikumpa nafasi. Alikamatwa, na wakati huu sio kwa kipigo bali kwa msimamo wa utu. Kwa kuwa afande huyu aliongozwa na hekima na utu, alitafuta mahali pa kuweza kumjua zaidi huyu kijana mdogo. Wakiwa wamekaa kando ya duka walilokuwa wakilinda na kuiba, mazungumzo yalifunguka. Dula alieleza kilio chake, ikiwa ni pamoja na maisha yanayoishi bila mama, baba ni mlevi, njaa na mitaa isiyo na huruma. Dula alisema. Nalia nikiomba msaada, hakuna anayesikia Afande. Afande akamjibu kwa upole. Siku zote kuna njia mbili, hata mimi nilikuwa kama wewe. Usijali, nitakusaidia. Siku chache baadaye hakuwa tena kibaka, alikuwa msaidizi wa duka, akijifunza, akitabasamu, akijenga kesho yake. Dula alikuwa mfano wa nafasi ya pili, zawadi ambayo wengi huichukulia poa. Siku moja askari Muhoja ambaye ni rafiki wa Afande Juma alipita tena pale mtaani, kwa kuwa alikuwa ameshasikia kisa cha Dula. Paten alishangazwa kwa jinsi alivyomkuta amebadilika na kuwa mtoto mwema, akiwa na tabasamu la ndani kabisa. Akajikuta akisema, sio kila mwizi au tapeli ni mtu mbaya, wengine ni waathirika wa dunia. Kila mtu anastahili nafasi ya pili. Mpenzi mtazamaji wa Kubunda Media, tunaona ni jinsi gani ambavyo moyo wa askari aliomkamata Dula, askari Juma alivyoweza kuongozwa na utu na kuweza kumsaidia kijana, kumpa nafasi ya pili. Na mtu aliyepewa nafasi ya pili kwa maana ya Dula anabadilika na kuwa mtu mwingine kabisa tofauti. Wito ni kuwapa nafasi ya kuwasikiliza wahalifu pengine wanafanya uhalifu pasipo kukusudia, au kuna vitu fulani wamekosa. Nikukumbushe tu usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Kubunda Media. Kubunda Media, our excellence our purpose.